Hivi unajua mwanaume, kama we ni binti mzuri kanisani, unafahamu kwamba akilala na wewe anajisikia fahari kuwaambia wenzie. Nasikia <laughs> tumekaa tunapiga stori ya eh, fulani, unamfahamu afu mimi labda simfahamu, naambiwa, subiri, anaimbia kwaya fulani. Tulia we kwenye ibada, kaa na mimi kwenye ibada nimekaa, eh, naye limnanti, mmejipanga wenye mko hapa, mwalimu anatoa kipilaye yeah, anaanza kucheka, naambia oya, kushoto kwako wa kwanza wa pili wa tatu. Kwa hiyo nami nikikaa na naangalia kushoto, wa kwanza wa pili wa tatu, afu namgeukia mzangu, mwanangu, ah, umefaidi aambia, mbona maraga mbea analika yule. Hivi unajua hivi, unafahamu wanaume, wanaume ni waajabu sana, ukikutana nao hawana Mungu. Si unaona nimekaa hapa na Jose ananiambia hivyo eh? na mimi nikikuona nikavutiwa, napanga kukukula. Na mimi nikikukula tunakuja nami, namuhadisia tena Jose, naambia Jose, ha, ulisema ukweli ule. Mtoto ni ushaliwa na wangapi sasa? Halafu tunajivunia ndio maana wanawake nawaambiaga, wanawake kuachia mwili wako it's a lot. Yani, kujiachia kama huna software nzuri ni aibu kubwa sana.